Majimbo mwenye sisi, mimi mwenyewe nilienda nikaomba spika asaitiwa apewe tikiti leo. Nimeshangaa sijui ni kichwa imekuwa imeharibika, anasema aliambia aliingiza spika katika chama cha Ford Kenya na mimi ndio nilienda nikaomba spika na watu wengine ndio akapewa tikiti. Hata shati ya Ford Kenya aliomba kwa matanga ya Mweshimua Mkwe yeye ndio ameingiza mheshimiwa spika kwa chama. Hata siku moja akafanya, mimi nikaenda mayanja huko kidogo, ni uwa, kumbe alikuwa na girlfriend kwa huko, na mimi naambia mimi kitu yenye naambia mheshimiwa Machimbo, sisi hapa kama mimi kama kiongozi tena wa bodaboda, kijana yangu amekatwa banga, ndio huyo kijana wa bodaboda katika stage ya Makongo. Na sisi tumesema lazima nimekuwa na mkutano na na security tukasema lazima amani. Kama watu wanakucha yangu, kama huyu, ati kwa sababu anakatwa. Na wewe unaenda kwa media, unasema ati polisi walishika kwa kwa, ni huyu kijana ni mpiga kura tena alikupigia na yeye kwa pikipiki. Ku... sasa uingie kwa kiti nanawaza kuita sasa huyu nikuziameamekato pana sasa, naomba Mheshimiwa Majimbo. <coughs> Mimi niliumia, wewe unajua, tukatumia pesa yetu ukakuwa mbunge. Tulitembea, tulikuwa natembea kwa pikipiki, tulikuwa naenda nyumbani, kama tumefanana kama, kama watu wengine. Na sisi ndio mimi nilikuwa kwa kambeni timu yako. Na buy election ya hapa si buy election ya kwanza. Tumekuwa na buy election yako ya na tumekuwa na buy election ya senator na hii ni buy election ya namba tatu. Sasa sisi kama hapo watu wa chwele tunataka amani. Sawa sawa. Sisi tunataka amani na mimi nakuomba kuomba waheshimu speaker wa National Assembly kwa sababu hiyo speaker ndiye amefanya wewe ukakuwa mbunge. Yes. Na kama umesahau kuja na yeye mahali penye umeenda wenye wanakutanganya hiyo tusi speaker 2027 si mbali. Hii mambo ya kutembea kwa midia, tunafikiria kura ni sisi ndio tuko nazo, na tumenyamaza, na wamama wako na kura, na nakuambia 2027 si mbali na tuone kama hizo kura ulizopata 2022 na wa by-election, na kuambia mheshimiwa Majimbo 2027, au utafikisha hata kura elfu kumi. Wewe ukila hundi imekukataa. Mimi naongea kama mtu wa Kabuchai na mpika kura Kabuchai. Na ninakuambia tu mimi sisi hatutaki vita hapa Kabuchai, kura itakuwa siku moja na itaisha, na mimi naomba wewe kama mbunge wa Kabuchai, hata ungeleo ungesema watu wangu wa Kabuchai, ninataka amani, lakini kusema ati nini? Kama watu wanakatwa, kama vijana wangu wanakatwa hivi, wengine wamevunjwa mkono na wao wanasema sikui nini nini. Na mimi naomba wanasiasa wa Bungoma County ama wa Kenya, mambo ya Kabuchai, msitoke mahali penye mnatoka mlete furuku katika Kabuchai. Kama ni mambo ya kura wake wana Kabuchai kama mimi mwenyewe nilikisema napika kura kusakala ndapikie msiye wachwele Kabcha. Kabuchai. Kama wewe uko na uko na mambo yako, wanatafuta kusupport mtu wako, support huko, lakini ukileta hapa vita, sisi kama watu wachwele Kabuchai atuta kubali sisi. Sisi ni watu wa amani na tunaomba amani na tunaomba kura ekuwa ya amani natinomba na mimi naomba vijana wangu wachwe Kabichai kwa tu tu maintain amani na kula itaisha, na sisi wote ni ndugu lakini, hapa Kabichai, kidi itaenda tu kwa kidi ya Ford Kenya. Hapa yes. oh, ni, oh, oh. Ni, ni kwa Petu my friend. Hata ukipiga yes. Hata wewe Majimbo unajua tu. Petu ndiye alifanya kwa kwa, yani yeye anasema yeye ako na watu. Alisimama, alipata kura mia sasa usimama, kwa chama kingine ama kwa independent 2027, tuone kama utafikisha kura ile. Hapa ni ngome ya Ford Kenya. Na mimi nakuambia tukue tunaheshima, mimi wewe ni mbunge wangu, nilikupigia kura, lakini hata wewe, mimi nakuomba Mheshimiwa Majimbo, hata kama mimi nikikufa Osilete usaidizi kuangozaa, wewe wawezaidia mimi? Wewe uko ee, mwenyewe uko na mashida miki sa... Asante. Asante. Asante. Asante.